Zahanati. Na mtazamaji wa Tumaini Television, kwa sina nashaka ni mzima afya kabisa, basi nikukaribisha katika kipindi chetu pendwa fahari likua wengi na hisi nyingine. Ni Zahanati, afya yako mtaji wako, hakikisha kuchagua kuwa na afya na afya iliyokuwa bora. Mimi ni Eve Anthony Kazimoto Human for Grace, niko hapa na nitakwenda kuzungumza na daktari, na kubwa zaidi leo tutazungumzia kuhusiana na magonjwa yanayosababishwa na mfumo wa hali ya hewa a. Kama sasa hivi kipindi cha kipupwe, yapo mengi ambayo yanatokea, watu wanakumbwa na maradhi kadha wa kadha, lakini ili kujua haya na mengine mengi, basi tutaungana na daktari ili aweze kufafanua kwa undani zaidi, na leo tuko katika hospitali Aga Khan tawi la Tabata Segerea. habari za leo daktari. Salamu kabisa, ndugu mtazamaji mm, habari ya sasa? <laughs> tunashukuru Mungu na Uh, majukumu ya kuhakikisha afya zetu zimekaa sawa, tuko gereji leo. <laughs> yeah, ndiyo. mm. Kweli tunamshukuru Mungu mm. Tuendelea vizuri na mm. tunafanya kazi kuhudumia kwa Tanzania. Okay, watazamaji wangependa kufahamu jina lako kabla ya tujaenda kwenye ambacho tunapenda kuzungumza siku ya leo. Okay, asante, majina yangu naitwa Dr. Geshom Mwakila ni general practitioner. Au niseme ni daktari wa ambaye sijabobea bado sijafanya sija specialize. Daktari, tungependa kufahamu kwa sasa hivi kuna changamoto kidogo tunaiona ya watu wanapata changamoto ya, ya mafua, wengine vikohozi, wengine uchovu usiokuwa na nini, kila mtu ana namna anajisikia, sema jamani hali ya hewa imekuwa mbaya, kuna mchafuko wa hali ya hewa, mfumo wa hali ya hewa. Sasa hebu tuzungumze, tunaposema kwamba mchafuko ama mchafuko wa mfumo wa hali ya hewa, hii ni nini hasa? Ni ikoje? Yani kitaalamu tunaiitaje? Ni kweli ni nikiri ni ni kuwepo kwa shida mm. kuwepo kwa shida ambayo kwa sisi watu tulioko mahospitalini tume tumenotis kidogo kuanzia miezi michache huko nyuma mm. kuanzia mwezi wa pili wa tatu wa nne mm. Kumekuwa na hali ya magonjwa ya vifua na vitu kama hivyo mm. Lakini kwa ufupi ni kwamba e, tukiongelea magonjwa ya kifua ambayo hasa yanasumbua watu kwa sasa mm. yamekuwa yakiathiri sana kuanzia kwenye pua mm. kwa maana kwamba ya mafua mm. alafu pia yanaenda kwenye koo mm. na pia hadi kwenye kwenye kifua kwa ujumla mm. Kwa mtu anakuja na dalili nyingi, ama ana mafua mm. yanamchuruzika mm. ama pua zinamziba mm. lakini mara la nyingi tunavyoongelea hivyo, tunaongelea magonjwa yanayogusa maeneo matatu: pua mm. koo, kwa maana throat, lakini pia na kifua, ambapo kwa ujumla hivyo vina contribution kubwa, mchango mkubwa mm katika hali ya upumwaji wa mtu. Labda ni pengine ni magonjwa gani ambayo huwa yanaambatanaga na hali ya hewa jinsi ilivyo? Utakumbuka huko nyuma tulikuwa na ugonjwa ulikuwa unaitwa COVID. Eh, COVID-19. COVID-19 ambao ulianza miaka elfu mbili na kumi na mm. tisa huko mm. China, lakini hapa kwetu kesi ya kwanza, nataka nataka ili kuweze kuendana na hali ya sasa yeah. Kesi, yani, kwa mara ya kwanza nchi ilitangaza kwamba kuna shida mm. ilikuwa mwezi Machi mm. mwaka elfu mbili na ishirini, na ishirini, ambayo inaendana na majira hasa ambayo tunayo sasa hivi mm. kwa hiyo kuna magonjwa ambayo yanaendana na misimu mm. kwao tunajua kabisa kwa msimu huu tunatarajia sana magonjwa ya aina fulani unaona, mm. kwa sababu kumekuwa na, kumekuwa na mvua zinanyesha mm. hali ya hewa lakini kumekuwa na na hali ya ukungu mm. na vitu kama hivyo mm. ambapo moja kwa moja pia vinaweza vikawa vika na mahusiano na, ma mm. na tabia za wadudu fulani mm. lakini pia na hali za kiafya mm. kulingana na shida kama hizo, sana tahadhari ni ya muhimu sana mm. na na kwa sababu nature ya unavyo unavyosambaa magonjwa yote, sio tu uviko mm. magonjwa yote ya mfumo wa hewa yana tabia moja. Magonjwa yanasababishwa na bakteria yapo mm. ya kifua mm, lakini pia yaliyo mengi mm. yanasababishwa na virus mm, kwa mbali sana hata hadi fungus mm. zipo, lakini huwa ni kidogo sana inayosababisha kifua mm, lakini mara nyingi sana ni, ni kwa wingi ni virus ambayo ndio virusi mm lakini pia na bakteria kama nilivyokwambia mm. kwamba huwa anaangalia sana kuanzia eneo, eneo la pua, kuna kuna matundu hewa yapo huku kwenye kwenye vichwa vinaitwa sinus na kuna koo kwenye throat mm. na mpaka kwenye mapafu. Sasa kulingana na tabia za hawa wadudu wanapokaa na kulingana mw, na mwili wa mtu sasa mm. ndo wanapelekea magonjwa. Kuna magonjwa kwa mfano kama bakteria wanaitwa streptococcus mm. ambao ni wanasababisha sana mm. magonjwa ya koo, na pia kuna pneumonia mm. na japokuwa inaweza kasababisha na bakteria mm. sometimes inategemea, wakati mwingine na, na virusi unaona, lakini pia kuna kuna pharyngitis, kuna kuna vitu vinaitwa pharynx kwenye mfumo wa mfumo wa mfumo wa wa wa, juu wa hewa eh, kao ukisha uki, uki infected magonjwa kama mtu anaweza akapata mm. Lakini ukiangalia dalili zinakuwa zinafanana sana, unaona. Okay, lakini pia kuna hao sasa yanayosababishwa ya na virusi mm. common cold, influenza virus mm. kuna hizo SARS ambao humo kwenye SARS ndo tunampata na ndugu yetu uviko uviko kumi na tisa yes uviko 19 na na yote ni bado ni magonjwa ambayo yana uh, ni mwendo wa kuambukizana. Yes yana utaweza kupata kwa ku, namna ya yote tofauti na mfumo wa kuambukizana. Wewe kashika hichi, umetoka hapa, umeshika hichi, kaenda hapa, kakohoa, kikurukia. Mara nyingi huwa inakuwa ndo namna hiyo mm. Yaani mtu wakati mwingine unavyojikinga kwenye kimoja mm. unahatarisha kwenye kingine mm -hmm. Mara nyingi tumekuwa tukishauri watu kwamba jitahidi ukiwa na unakohoa, funika mdomo. Sasa mtu mwingine anafunika mkono kwa kiganja chake, na kwa tabia, utaona hata ukipita mtaani watu wakiwa na mafua, wengine wanapenda kupeleka vidole puani e, si kutoa vitu. Yaani mtu amefanya hivyo, unakutana naye anakupali mkono lake na unashika No, na sasa unashika umetoka hapo na wewe, umeshikana na huyo ambaye ame, ame, ame, ana ugonjwa na wewe umehisi labda pua inakuwa na na na napeleka pasipo kujua kumbe unaji, unajimaliza. Unaji, unajimaliza. So vitu kama hivyo ambao sasa angalau sasa kujua kwamba umeshikana mkono na mtu angalau na, uwe na tahadhari ya kwako binafsi sasa. Yeah. Kampu, okay, okay. Umeshikana na huyo sijajua ameshika wapi na mimi sijui baada hapa nitashika wapi, mm. Hii ni na tahadhari mm. Unanawa mikono yako, unakuwa uko salama zaidi mm. au kama una sanitizer yako mm. unakuwa na sanitizer kako mahala mm. una, unajisafisha una, una mikono yako mm. yaani, tuki tukiweza ku maintain maelekezo mm. madogo madogo tu haya mm. ni machache lakini anaweza katulinda kwa vingi, pengine tukarudisha utaratibu ule wa COVID-19 tulivyoishi, itakuwa eh. salama zaidi Yeah, ni kweli, kwa sababu tabia ni zile zile mm. tabia ni zile zile una u, tabia za COVID na tabia za magonjwa mengine ya kifua haya yanayoambukiza mm. ni zile zile tu mm. kwao unavo, unavo, unavo, unavo, ukirudisha vile ile hali mm. tunaweza tukasaidia sana jamii yetu kwamba ugonjwa usisambae sana nah. Mtazamaji wa Tumaini Television, kipindi hewani ni zahanati. Tunajua afya zetu tuweze kuwa salama. Uh, mambo yanatokea, lakini tunaelekezwa na daktari kwamba yote kwa yote lazima tuhakikishe tunaishi kama tulivyoishi miaka ya nyuma, katika ile changamoto ya Covid 19 uviko 19, tunaweza kuishi vizuri. Lakini hata haya yanatokea sasa hivi, tuendelee kuishi katika misingi ile ile, mambo yatakuwa mazuri zaidi. Tonakana mapumziko mafupi, tutarajia hivi punde kusifi. Endelea kubaki na sisi. Na mtazamaji, tumerejea tena katika ungo wetu ya pili na ya mwisho, na kipindi hewani ni Zahanati kubwa zaidi. Tunazungumza kuhusiana na magonjwa yatokanayo na mfumo wa hali ya hewa ama mfumo wa hewa, tukizingatia wakati huu pia tuko na changamoto ya hali ya hewa ya kipupwe inayokuja na, na maradhi mbalimbali, daktari ameweza kuelezea vizuri lakini kumbuka, leo tupo katika hospitali Aga Khan tawi la Tabata Segerea, tuko na daktari wetu hapa, daktari wa magonjwa ya jumla yote. Nikirejea katika mada yetu ya siku leo, tunazungumzia kuhusiana na haya magonjwa ambayo yanaambatana na una hali ya hewa ya sasa hivi iliyopo, kwa mfano sasa. Je, uh, yes, sasa tunapambana vipi na virusi hivi ambavyo vinatokana na hali ya hewa okay? Sawa, so, labda ndugu mtangazaji, kwa ridhaa yako, ndio, karibu na kwa faida ya <laughs> mtazamaji wanaotutazama mtazamajinaotutazama, labda ningeelezea kidogo tu angalau dalili okay, za haya magonjwa yakoje, sababu ni magonjwa ya mfumo wa upumuaji mara mm, eh, nyingi sana eh, mtu anakuwa na shida, anakuwa na mafua mm. Anakuwa na kikohozi mm. Anapata chafya, anapiga chafya mm. Na wakati mwingine eh, anapata maumivu wakati wa kumeza mm. Na pia kuna wakati mwingine mtu inapelekea joto la mwili kupanda, viungo kuuma mm. Wakati mwingine pua kuchuruzika mm. fluu, na wakati mwingine pua kuziba. Sometimes watu wengine utakuta sauti imekata kabisa mm, inakoroma au inakwama kabisa hizo mm. E, ni dalili kwa sababu pia in, nimeamua kutanguliza dalili mm. Kwa sababu huwa zina, zinasaidia kwenye kutongoza kwenye matibabu mm -hmm. E, kwa sababu mara nyingi magonjwa mengi inategemea, sasa tunatibu sisi kulingana na, yeah. Nini, na, na dalili lakini pia na chanzo naona hmm, kwa chanzo kwa sababu magonjwa mengi ya viral yanayosababishwa na na virusi hmm, mengi tunatoa kitu kinaitwa supportive treatment, kwa maana kwamba tunamtibu mtu kulingana na amekuwa na hali gani, kwa sababu magonjwa mengi ya virusi dawa zake kidogo ni changamoto hmm. Naona na mara nyingi utakuta hata usipo utibu hmm. unaisha wenyewe Okay. E, unakuta inaisha yenyewe wakati mwingi anachukua siku saba mpaka siku kumi mm. an yani, huwa inaishaga yenyewe, lakini sasa hatuwezi tukamwacha mtu amekuja hivyo mm. Tunampa dawa kulingana angalau kumsaidia, pua zimeziba, tunampa dawa za kusaidia kuzibua pua na kumpa unafuu, kwa sababu ujue mafua yanaambatana na kichwa na joto, maumivu viungo kuuma, na vitu kama hivyo, hapo unaona mm. lakini mm haitufanyi tuwe vipofu. Pia unaweza kukuta mtu ana mafua lakini pia na malaria pia. Kwa mm. pamoja na kwamba tumeanza kwa hisi una, una hivyo lazima tunakufanyia vipimo vingine. Mm. Vipimo vya awali vya maabara kama joto liko juu tunajaribu kuangalia, je, kuna kitu gani kingine ambacho kinaweza kusababisha joto kupanda? Mm. Kitu gani kingine ambacho kinapelekea maumivu ya kichwa? Kitu gani kingine kinapelekea magonjwa ya misuli na vitu kama hivyo? Mm. Kwa lazima hata kama tunaona mmekuja na mafua na kohoa na nini hmm, lakini pia tunajaribu kujiongeza kwamba kwa hali kama hii kuna kitu gani kingine ambacho kinaweza kikawa pia kimeambatana na hiyo hali hmm. Kwanavyo tunakuangalia kama tumejiridhisha kwamba ni hicho tu hmm, basi tunakupa tunakupa matibabu kulingana na tulivyoona hmm. Ni kwa nini mara nyingi madaktari um, hamkubaliani ha, ama mnakataa matumizi ya antibiotic? Sababu mimi nikija hospitali bwana, siondoka kabisa na dawa, na kwa sielewi, siumwi mimi, nasikia maumivu afu na niambia kwamba <laughs> Uh, hii ni hali tu ya hewa, ni kwa kuna kaneno, kuna kutumia, hii ni viral tu itakuisha, usio na wasiwasi hasa, na shondoka tu bomba, mpewa Panadol, unashinda kumwelewa daktari <laughs> Ndiyo, na ni kweli, kuna shida kubwa ya kuele, uelewa mm, shida kubwa ya uelewa kwa jamii mm, kwa sababu mtu anapata mafua mm anaenda kununua moxilin <tabu> unaona, lakini pasipo kujua kwamum azuma e, mara azuma. <tabu> <Mala sui tabu> <klava mu. tabu> si l Unaona? sio tu uwezo wa kuipata <tabu> dawa lakini je, inakusaidia kwa, kwa, kwa shida hiyo, kwa sababu ni kama nilivyokwambia. Kinacho kinachosababisha kwa asilimia kubwa haya magonjwa ni virus, ni virusi <tabu> na virusi havitibiwi na antibiotics bakteria ndio wanakufa wana, wana kwa antibiotics. Mm. Kirusi hakifi kwa antibiotics. Mm. Lakini kunakuwa na kuridhika kwa kisaikolojia kwa mtu anaona kwamba ah, nimemeza dawa, nimemeza antibiotics. Akija hapa ukampa panado. Mm. Nakuambia bwana, tumia hii hapa, tumia itakusaidia, kwa sababu najua haya magonjwa ya virusi ndani ya siku saba, siku kumi. Mm. Yanaisha, unaona. Mm. Unaambia tumia hii angalau impe unafuu mm. asipate maumivu na vitu kama hivyo mm. lakini mtu anaona hajatibiwa unaona mm. anataka yeye kwamba mpaka ameze, ma strong dawa. Mwingine anasema bwana, nichome power safe. Anakupangia kabisa mimi nichome hii mimi ndo mimi hey. mm. mazangu bwana mpaka hey. nichome power safe. yeah. Anachagulia sasa, sasa kumekuwa na shida kubwa sana sasa hivi ambayo imeibuka kwenye jamii. Utakuta mtu atapokuja sasa kuugua ugonjwa mm. wenye kuhitaji hiyo dawa ukakuta mm. dawa ifanyikaje? Kwa sababu kumeza antibiotic kiholela inatengeneza usugu mm. wa, wa, wa wadudu kinyume cha hizo dawa, utakuta mm. sasa unapokuja ukuumwa ili utumie hiyo dawa mm. unakuta, shakuwa sugu sasa ye, shakuwa dawa unakuta sugu kwa sababu imekuwa sehemu ya mwili, unaona mm. na nikwambie kabisa, kuna mm. watu kweli wanakuja hospitali, wengine wanakuja wamegugo, wanakuja mm. wana vyanzo mbalimbali. <laughs> Ndugu yangu ni nesi, ndugu mm. yangu alitumia, au sio tu nesi au nani, ndugu yangu aliwahi alitumia, alitumia dawa hii, nipatie hii. Unaona, wanakuwa kama wanakuja na ugonjwa mfukoni na dawa yake mfukoni. Unaona, anataka nikuidhinisha tu eh, hey, lakini ujue kwamba <laughs> udaktari hawezi kawa ni mrahisi kiasi hicho, kwamba mtu mm. anaweza kutoka nani, yaani tuamini kwamba hawa watu, ndio maana wamekaa muda mrefu sana madarasani yeah. Wanakuwa na hoja za msingi kwamba okay, hiki hapa sicho. Tuamini madaktari wetu kwa ajili ya usalama wa afya zetu, no. Kwa sababu wakati mwingine na hizi hizi hizi kwa mfano kama hizi, hizi virusi hivi yeah. Wakati mwingine kama ukipatapata vitamini C hmm. karakala machungwa nini, ukakuta mwili unakuwa, ina boost immunity vizuri sana hmm. hmm. lakini sasa uelewa, mtu anapiga ana, ana antibiotics ampiga hivi no, no. vya msingi anaviacha na kimbilia kwenye vitu ambavyo havimsaidii vinamtengenezea matatizo hmm. kwa hiyo mi nitoe, nitoe, nitoe rai okay. Na, mtu unapoona kwamba una shida na wakati mwingine, kwa sababu maduka yamekuwa mengi sana, dawa zinapatikana kirahisi mm. nitoe no, toea, sisi tupo mahospitalini. kama unapata shida mm. labda kwa wagonjwa mm. kama unaona una na shida ama una- hisi hizo dalili ambazo tumekuambia, unakuwa na vikohozi, unapata maumivu wakati wa kumeza, badala ya kujitafutia dawa, njoo hospitalini, sisi tupo mm. tutakuangalia Yaani dawa zipo kwa ajili ya matumizi ya mtu mm. Yaani kama kuna kuna uhalali wa kutumia, hatuwezi kwa kunyima mm. Lakini pia sio dawa sio kitu ambacho tunaweza kukupa pia kama zawadi. Unaona tunaratibu kulingana na mm. eh, miongozo mm. ya serikali mm. kulingana na utaalamu ambao tumejifunza mm. Lengo kubwa sisi uwepo wetu sisi mm. ni kwa sababu ya kuwahudumia watu, kukua maisha ya wanadamu, kukua maisha yes. mm. Lakini pia kutoa tu uangalizo mm. pia kwa sababu unywaji wa da, utumiaji wa miti shamba kiholela hmm. na wakati mwingine, imani za kishirikina, hapo wengine zinakuja hmm. na watu wengine hata hapo wanakuja hmm. wanakuja, anapiga picha, ametumwa, sio inatibiwa mahala hmm. amekuja, anataka apige picha tu Mtu amevunjika nataka apige picha tu mm. Aende kule na wako wako wagumu kweli, kwa sababu ya muda ya kile walichokiamini walichokiamini. Kwa hiyo kumekuwa na yamin. Yamin. changamoto za kiimani tu, lakini kila mtu anaamini kile anachokiamini, lakini kiafya haishauriwi mm. kwa daktari. Uh, pata matibabu, na pia wakati mwingine hakuna kitu kizuri kama matibabu mengine tunayo majumbani mm. Matunda matunda hauli mpaka yes. uambiwe na daktari yes. Mazoezi hautaki kufanya mpaka uambiwe na daktari mm. Vitu vingine ni vya kujiongeza sisi wenyewe havina yeah, haja ya kuja kumwona daktari mara kwa mara yes. <laughs> Tupunguze mafoleni ya yeah. hospitalini, tuwasaidie wale ambao wako serious wanahitaji huduma yeah, kama huduma ya afya, badala ya vitu vingine ni vidogo vya kuweza kujisaidia sisi wenyewe au, unasemaje daktari uh ni sawa kwa upande mmoja, <laughs> lakini kwa upande mwingine pia kwa sababu pia unajua mm. jamii yetu sisi ya Kitanzania mm. au kama Afrika. Afrika kwa ujumla yeah. Hatunaga tabia sana ya kusema mtu haumwi aende hospitalini kujicheki. Unaona mazoea ya kufanya yani, check up yani, kujua afya zetu mara kwa mara e, yani kuna kuwa hakuna kwa utakuta wakati mwingine mtu ana shida mm. Mimi badala ya kujiaminisha kwa tiba ya nyumbani mm. Mimi sisi wataalamu tupo tutumieni. Hmm. kama unajiona kwamba na kwa afya yako haiko sawa mm. njoo hospitalini. Na wakati mwingine kabla hujaiona haiko sawa, kufanya check up ni kitu kizuri. Tujijenge na sisi utamaduni wa kufanya hmm. kujua afya yako mara kwa mara. Kuna magonjwa mengine hayaonekani mpaka upate maumivu bila hmm. una, unayo unatembea na lakini, ukifanya kuweza kujiangalia afya mara kwa mara, unaweza kugundua mapema na kuweza kupata matibabu kwa wakati hmm. kabla janga halijawa kubwa. Ni kweli kabisa, kwa sababu ndugu mtangazaji hmm. kuna magonjwa mengi sisi tunapata mtu anakuja anamsindikiza ndugu yake. Sasa ah, ngoja mimi ni cheki kidogo pressure, unakuta mm. pressure iko juu sana kuliko e. <laughs> Hiyo wakati mwingine mwingine unakuta mtu anapata shida mm. kuna mba. kama amepata stroke, hajai kujua kama ana pressure hajai kujua na nini unaona mm. kwa sababu anajua tu mafua, anatafuna sui tangawizi mm. sui nini, anafanya hivyo, anafanya tu vya nyumbani bila kujua status ya afya yake ikoje mimi nipende kuwakaribisha sana kwa sisi Agakani unajua. <laughs> na mnatujua sisi kwa, kwenye mambo ya afya tuko vizuri mm. na kuna madaktari wazuri mm. watoa huduma wazuri mm. tuna vyombo vizuri, vifaa vya tiba na, vya kisasa na maabara zetu nzuri sana mm. na sisi gharama zetu ni nafuu, niondoe hofu. Kwa mfano kama sisi hapa Tabata, gharama zetu tofauti mm. kabisa na kule mjini. Kwa watu, msiogope kuja mm. kwamba Agakani bei kubwa sana mm. Hapana, tunatengeneza tu, bei rafiki kulingana na mazingira tunalenga kuwafikia. Ni mojawapo ya malengo ya Agakani mm. angalau kumfikia kila mtu mm. kutibu watu wa kada zote mm. ukiwa rais unatibiwa mm. ukiwa waziri unatibiwa ukiwa mfugaji unatibiwa na hauna la kufanya unatibiwa. Naona kujaribu kukata cross kubeba mm. ma, ma, ma, ma, ma, madaraja yote ya watu, cha msingi kwa afya za watu. Okay. Daktari, mimi ni kushukuru sana kwa muda wako, bila shaka mwenye masikio amesikia, mwenye macho ameona, ni muda wa sisi kuchukua hatua na kuhakikisha afya zetu ziko salama. Asante uh, sana ndugu mtangazaji. Okay, karibuni tena mm. na sisi of course nania watangazaji <laughs> mnaweza mkaja hapa kupima <laughs> au kufanya kweli kabisa. Njee. honestly Njee. afya ndo kipaumbele namba moja. Uwekezaji mkubwa ambao mtu anaweza akafanya ni kuhakikisha kwamba na afya nzuri. Njee. Yaani watu wana nosheni mbaya, anaduka amewekeza mamilioni mamia ya ya mamilioni, lakini panapofika ishu ya afya anachukulia kwa wepesi sana. Njee. Vyote vile vingine vyote, miradi yako nini inategemea afya yako mm. Kwa hiyo jitahidi sana, ndugu mtazamaji, wekeza kwenye kuwa na afya nzuri okay. Afya ndo mtaji wa maisha ya kila. Afya mtaji wa kwanza wa maisha nikushukuru, yes. Sana yes. Daktari. Atushikane mikono. Yes. Nakula tano. Asante, asante sana, <laughs> Shukrani sana. Alright, alright. Mtazamaji wa Tumaini Television, kipindi hewani ilikuwa ni zahanati, afya yako mtaji wako, chagua kuwa na afya na afya iliyokuwa bora zaidi kutoka hapa Tabata, Segerea, hospitali Aga Khan. Tumezungumza mengi kabisa, bila shaka utakuwa nao wamejifunza tuchukue hatua, sio kila wanachojisikia ni, ni ni ni homa ukajua ni i ni, ni malaria hapana, kila homa sio malaria. Na pia Aga Khan wamekuwa wakitoa huduma mbalimbali wale wenye kutumia pia bima bima zote zinapokelewa, fanya tu kufika na kuweza kufika, mambo yatakao mazuri kabisa zio, bima zote za afya zinatumika Agakani zote nchini Tanzania, ni wabobevu katika mambo mengi, lakini pia wale ambao wanahitaji madaktari ambao wame specialize ama wabobevu katika kada mbalimbali, wapo kwa ajili ya kuhakikisha wanawahudumia popote pale unapoona Agakan nchi nzima, wako kwa ajili ya kutoa huduma, na huduma hizi zinaendana pia na mazingira uliopo. Wale ambao ukiwa na huko maeneo ya pembezoni na hali duni, hiyo huduma yako pia itakuwa kuendana na hali yako. Tusiogope majengo, tusiogope vifaa, tusiogope majina. Huduma zipo na watu wabobevu hapo kuhakikisha afya zetu zinakuwa vizuri kabisa. Nikushukuru sana mtazamaji wa Tumaini Television na nikutakia mtazamaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa Tumaini Television. Asante. Mimi ni Eve Anthony Kazimoto, Woman for Grace. Nilikuwa hapa kuhakikisha afya yako inakuwa safi kabisa hadi wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.